Wakati Wasomali walikuwa wanaomba msamaha kwa serikali na wananchi wa Kenya, jambo lingine liliibuka na kuzua hasira miongoni mwa Wakenya. Bendera ya Kenya ilionekana ikiwa imewekwa chini juu, yaani upside down. Wakenya wakauliza, je, huu ni msamaha wa kweli au ni kejeli nyingine? Leo tumekuletea kauli kutoka pande zote mbili, wa Kenya na Wasomali kuhusu sakata hili linalotikisa uhusiano wa majirani hawa wawili. Kwanza kabisa, tuanze na huyu kijana Mkenya ambaye anaona msamaha ni kitu kizuri kabisa, lakini anasema ukikosea mara ya pili watu wata kujiuliza kama msamaha wako ni wa kweli au la. Kuongea ukweli, mimi niko na roho ya kusamehea, lakini ukinikosea mara mbili na kushuku sana kama hiyo makosa ni, ni, ni makosa ulikosea ama ni nini? Kwa nini abasenda mzima, full abasenda, munaweka bendera ya Kenya ikiwa upside down? You come to apologize then mnatuwekea bendera ya Kenya ikiwa upside down. Hii ni madharau na ndio nimesema tutawapaka mafuta ya nguruwe nyinyi. Tutawapaka mafuta ya nguruwe nyinyi. Mnaezaje chukua bendera yetu ya Kenya muiweke upside down and then you are projecting na zile bendera zingine ziko hapo nyuma mumeziweka vizuri? Kwa nini mko na madharau na Kenya hivi? Mimi wa Kenya, mimi wa Kenya mnaona kama niko na chuki. Mimi sitaki vita na sitaki vita yoyote Kenya. Lakini tutawapaka mafuta hawa. Tutapaka mafuta ya nguruwe. Abu, angalia hii bendera wanaiweka aje upside down? Bendera ya Kenya, nani ajuangi black inakuanga huko juu, ati green ndio iko juu? Kwa nini wanatuinamisha sasa? Hii tunavaa kutembea na vichwa, imagine sahii wametuweka, ni kama sisi tunavaa kutembea na vichwa. Sasa tutatembeaje na vichwa? Hii serikali ya bottom up. Sindi the same hii ya Kenya Kwanza, si ni the same? Ilituambia bottom up, ikatuweka hivi juu kichwa, chini mguu, pesa yote ikatoka. Hii ni madharau ya hali ya juu. On Sunday tubebe, tubebe food na, na na, sausage pale kinini Nyayo, tutabeba sausage mingi, tutabeba nyama mingi ya nguruwe, tutabeba ranchi ya nguruwe mifupa na mafuta. Mkituchezea tutawapaka amwetu. Tufanyie hivi si poa, it's not good Buda, tuinamiziaje bendera hii? Ni makosa kubwa sana. Ni kukosa makosa. Ni makosa lakini kurudia makosa si makosa. This is wrong, this is bad. Aa, aa, no no way. No way, tupatane huko, tutawapaka mafuta ya pork. Sasa huyu Mkenya mwingine anauliza swali la moja kwa moja ya kwamba je, msamaha wa balozi wa Somalia unaweza kuchukuliwa kwa uzito ilihali bendera ya Kenya ilikuwa imewekwa chini juu, yani upside down wakati huo? Yes, nimekuja mimi, naitwa Bishop Shikshik, na nimekuja kwa ajili ya ambasada wa Somali. Ambasada wa Somali jana alikuwa naomba msamaha kwa wale vijana walipiga, walikanyaga bendera ya Kenya chini, lakini aki akienda kutoa spichi yake, watu waka notice hata yeye ameweka bendera ya Kenya upside down. Ameweka bendera ya Kenya upside down, ambasada wa Somali ameweka bendera ya Kenya upside down. Wanipata bendera ya Kenya, the real flag ya Kenya inafaa kuanza na black, yeye ameanza na green, upside down. So hii vita naona kuna kitu, kuna kitu flani si venye tunafikiria, there is big thing hidden yenye hatuelewi, lakini itakuja kueleweka. Sababu sioni ambasada mkubwa wa somali na ako kenya anachukua bendera ya kenya anaiweka upside down. Kwani hao watu wanatubeba aje? Eh, hao watu wanatubeba aje? Yeah. Aje? Yani munaweka aje bendera ya kenya hii ni heshima dogo sana hii. Madhara yote ni sababu tuliwakubalisha mkae muka huku Kenya, lakini after kukaa mkakunia, mnataka kukunia sasa, si ndio eh? Mnataka tu react, tuonyeshe we can do it. Eh? Unajua mnaweza fikiria sisi vijana pia tumenyamaza sana, mnataka pia sisi tu react, mjue, we can do it tukukute ukwata hata we huko eh? Mbona muna, muna tubeba dogo hivyo yani? Mumekuja kwa, kwa nchi yetu. Kijana hata amesamehewa. Mwenye alikanyaga wa mkasema sijui hata hajui kukanyaga bendera ni vibaya. Sahi hii abasada mkubwa mkubwa wa Somali umeweka bendera ya Kenya upside down. Hina tumani. Inamaanisha nini? Wajua venye tu munaendelea the momu na tuweka machungu. Na tutawakuta. Hata wewe abasada wa, wa Somali. Wajua tutakukuta wewe pia. Eh? Unataka kuona tukifanya kazi tuki, tuki, tukifanya mambo si ndio? Unataka tu kuona uh, tukiact, unataka kuona ujinga yetu pia. Wacheni kucheza na sisi, wacheni kucheza na sisi. Hiyo bendera ya Kenya iwekwe vizuri, na unafaa kujibu kwa nini uliweka upside down, we ya Basa dawa Somali. Hii ni jibu, unafaa kujibu stupid. Lakini sio wote walikubaliana na mtazamo huo. Msomali huyu anayeishi Kenya anatoa mifano na matukio ambapo Wakenya wenyewe waliweka bendera yao chini juu, au upside down, na anauliza kwa nini mara hii imekuwa ishu kubwa sana. Wacha tupitie sasa, ni nini kinaendelea hapo kwa TikTok. Naona mengi mengi mengi, watu wanaongea sana. Basi wacha tupitie moja baada ya nyingine, tuone nini tunaweza kusema. Ya kwanza sasa, hii mnasema pale Somalia ameweka bendera ya Kenya upside down ndio, tunajua ni makosa. Je, huyu alikuwa ajui? Na huyu hapa naye ajui pia? Sio haya? Hapo kwa impasi ya Somalia kutoka nje, hapo kwa soldiers, hapo kwa guard, ukipitia reception, miskiti, hapo kwa restaurant, kule ndani kwa nani, usafi, kule kwa maofisi wao wanafanya kazi wo. 30% ni Kenyans, hata niseme 40% tena wa Kenya wa, wa makabila zingine. Sasa wale pia walikuwa hawajui, na hao nao kazi yao ni nini kama hawezi kurekebisha vitu kama hizo? Mnatafuta lawama, sio? Haya, tuachane na hiyo. Ya pili, hapo kwa bunge la chakara na bunge la wananchi, naona watu wanaongea uchafu mingi sana. Mimi najua hamna content nyingine, muendelee tu hivyo hivyo ndio masiku zenu zisonge kiasi. Lakini hata hivyo na wengine wanaitisha matumbo za wasichana wa Somalia. Shida yenu ni tumbo, sio? ama ni matumbo kuona, sio? si mko na dada zenu pia na mko na mabibi zenu na mko na mama yake, siyo? na hata mko na mama yenu, kila mtu ana mama yake sio, na ana tumbo, na hata mko na. Haya, mleta hapo kwa jakarani sasa zionekane hizo, hizo pia ni matumbo. Si hizo tu ndio mnataka zaidi. hiyo ni, ni ushoga ya tatu nikiendelea wengi wanasema hawa vijana ni Wasomali, tena Wasomali wa kutoka Somalia. Nani aliwaambia hao vijana walitoka Somalia? Imeandikwa wapi hao vijana walitoka Somalia? Je, kama umezaliwa Kenya na wewe umezaliwa nani huko? Eh, nani eh, mwisho wa Kenya mtoko, mnasema nini hiyo? Ah, tunangojea hisi hayo, wasema vijana wametoka wapi. Nikiendelea, Nuru Okanga, naona umemea ume pembe sana, uko na ujeuri mingi sana, umezoea ume kutukana Somali, matusi kwa Aden Duale kutoka kitambo hadi sasa inaendelea. haya, you are watching, yeah, mwisho nikimalizia, najua hii vita ni ya wanasiasa, najua ni wa Munyoro ndio wengi anawalipa wa ili waongee uchafu. Geoffrey Mosire pia tunakuangalia. endelea hivyo hivyo. Nikimalizia kabisa, hii Kenya yenyewe mnasema mrudi kwenu tukirudi kwetu, nyinyi mtabaki na nini? Na mkifikiri na mkisema turudi kwetu, nyinyi mnafikiria sisi tunaenda wapi? Kama ni kubaya, ni kubaya tu... ni kama ni kuzuri tuongee vizuri. Tulisema vijana washikwe na washashikwa, umeshika wenyewe, wameleta hao hao vijana wa, wa, wa, walishika hao vijana. Ni sisi wenyewe wa Somalia, na sasa tumeshika sisi, sababu tunaogopa wa Kenya. Tunajua walifanya makosa, ndio tuliowashika. Na hata hivyo hao wasichana wenyewe waliokanyaga bendera pia wanatafutwa na watashikwa. Lakini hii, hii mambo mengine hii ya matusi matusi, machane nazo. We are not here to please you Kenya. We don't have to prove anything. Yeah. So tuongee vizuri, kama hivyo, tutaongea vibaya zote, kwa heri. Kwa upande mwingine, Wakenya wenye asili ya Kisomali pia hawakukaa kimya. Wawili hao walijitokeza kuwajibu Wakenya wanaojaribu kuwatishia kuhusu mechi inayofuata dhidi ya Somalia Jumapili hii. Wa Kenya, si pia ni Wakenya sawa right? Eh, si ati wa Somali wote wameingia makosa, ni wale wa vijana wawili. Unaona? So, kama mnataka vita, patani ita tupatane sandi ya Nyayo Stadium, ati Kenya ni yenu. Hawa ah, yenu abadado umesemaje? Si nyayo jamaa, ah, wanasema titu ndekwetu, na ukulu, tulizaliwa na tukalelewa. Halafu kama wako sawa mwali kula school fees wajasoma ati which tribe ni ni kamuko kwanza. Watajua watajua kusha, kusha na sisi ndo kusha. Watajua hivyo. Sunday tupatani Nyayo Stadium kusha na nyinyi na hatimaye kijana huyu Msomali anasema wazi ya kwamba roho ya Wasomali haiwezi kuvunjika wamepitia mengi zaidi na ili la bendera ya Kenya kwao ni jambo dogo sana. The Somali spirit is unbreakable. We survived uh, Wagala massacre. We survived ile Garissa Gubai nyinyi mwelewi lakini kulikuwa na another massacre in Garissa. We survived the Shifta War. We survived El Nino. We survived dictatorship ya Moi. Unadhani hii kitu kidogo mnatuletea, ati vijana wawili tu ambao hawana heshima walikanyaga bendera, ati hiyo itatufanya tu uh, mtutingize? Atuwezi tingika. We survived a lot of calamities because we have a very strong spirit which is unbreakable unshakable. Our confidence is unshakable. Hebu angalia vile maisha ya Wasomali ilikuwa like 40 years ago na sasa hapa Kenya vile Wasomali walikuwa wanaishi some 40 years ago na sasa there is a huge difference in terms of education. Tumesoma sana. In terms of political representation, we have we have made quite significant Uh, political participation na tuko na enough representation, kwanza hii ya economy biashara tumechapa kuchapa. Now you can imagine where Somalis can be in the next 40 years. We are focused in the future, you guys are still stuck in the Moi era, hii kufukuzana na ukabila, kufukuzana na ukabila. You cannot break us, my friend. Yes. Mwendelee vile munaendelea na sisi tutaendelea na ile yetu. Mpango yetu itaendelea. Kwa hiyo mtazamo ni upi? Je, tukio hili ni tishio kwa heshima ya Kenya au ni makosa madogo yanayopuliziwa zaidi? Au je, msamaha wa Somali unastahili kukubalika au bendera upside down imeharibu kila kitu? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa habari motomoto za mastaa, siasa na lifestyle ya Afrika Mashariki. Hebwana, mi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo. E bwana, eh, tukutane kwenye video ijayo.